He he. He. Ha, ili bwana ili mimi ni kodi tu kwa shilingi elfu hamsini. Lote hili kabisa mazao yanavyopendeza namna hii. Ndio. Mm. Vipi, linapendeza? Ah, nzuri sana. Unategemea kupata kama guni ngapi? Ah, hazipungua. Lakini sisi mara nyingi watu natumia kuchoma nawauzia tu watu wa kuchoma kwa kweli inalipa mwindi moja shilingi mia tatu au shilingi mia mbili hapa ipungui shilingi milioni moja na laki mbili hapa. Oh, kama unavyoona kwa hili shamba, jaribu jaribu tu kulionesha tu shamba zima unavyoliona jinsi ilivyozaa. Sawa sawa, naona kama naona kama hili hindi kama hili kule kwenu, mwanzo, unaweza kulipata kwa shilingi ngapi hilo? Kati ya shilingi 300 mpaka 400 Shilingi 300 hadi 400 Ndio. Na hili hapa nalionaje? Na sisi inakuwa ni kubwa zaidi, eh, kwa bei kwenye 500 Kwenye 500 likiwa limepikwa au limechomwa? Likiwa limepikwa likiwa la kuchoma kwenye mia tatu hivi, ili, ili muuzaji apate shilingi mia. Sawa sawa, jaribu kuonesha tu shamba zima kama unavyoliona. Sawa. Ndio. Ndio. Eh, naona huko kilimo kinaendelea vizuri sana hiyo. ah, ni kilimo cha umwagiliaji. Ah, ir -ir irrigation. Yaani unasema iri, a simple irrigation scheme. <laughs> sawa sawa, na mnatumia mashine gani ku... Ah, mara nyingi ni kuna kitu kinaitwa water pump water pump. Eh wanaziita water pump, eh, water pump ndio tunazozitumia. Hizo zinatumia mafuta au wanatumia petroli, mafuta aina ya petroli. La sio? Okay. Eh. gharama sana ku... Ah, kulingana na kipato chenyewe haiwezi ikawa gharama. mm-hmm. E, kwa sababu milioni moja na laki mbili hapa mimi nikiangalia sana nitakuwa nimetumia shilingi laki mbili na nusu tu kwa kazi nzima. Oh, kwa hiyo faida ni kama milioni au laki tisa hiyo. Sasa unaonaje? Hiyo laki tisa ni cha mtoto hicho, ni hela nyingi sana kubwa sana hiyo, unaweza ukafanya kitu kizuri tu. Hata kama unahitaji pikipiki, utaongezea kidogo tu unapata kapikipiki kwa ajili ya usafiri wako mdogo mdogo kulingana na eneo la kijijini. Asante sana. Hamna taabu tutaonana tena mkubwa. <laughs> <laughs> <laughs> Haya Mr. Nkwabi. Ah, yeah.